Mwalimu James Odongo Afamba, odongowafamba mwalimu mkuu msaidizi katika shule ya Tichtech, shule ya msingi ya Tichtech iliyopo mtaa wa Bondole, kata ya Msongola, wilaya Gijini ya Ilala jijini Dar es Salaam. Shule ya Tichtech ina mandhari mazuri na inafundisha masomo yote kwa lugha tofauti, lugha ya Kiingereza lugha ya Kiswahili na vile vile lugha ya Kichina. Tunaomba sana ndugu wazazi, tuletee watoto wenu katika shule yetu ya Tichtech. Pamoja na hayo, shule yetu pia ijarudi nyuma katika masuala ya vipaji, tunafundisha watoto wetu, wanafunzi wetu katika masuala ya masuala mengi ya vipaji, ikiwemo michezo, michezo mbalimbali mbali, kama mchezo wa miguu ambao tunaita ni football. Volleyball, netball pamoja na riadha. Tunategemea wazazi wote wanaonisikia, napenda tuwe wote kwa pamoja tuweze kuwa, kuwasaidia watoto wetu. Maana mtoto ni wa kila mtu, hakuna mtoto wa mtu mwingine. Maana tukimsaidia mtoto utajua tunamsaidia tuna taifa kwa, tunaomba wazazi wote, mimi kama mkuu wa msaidizi wa Tichtech, na naomba sana wazazi wote wanaonisikia watuletee watoto kwa ajili ya mafaida ya kesho maana ukisomesha mtoto umesomesha taifa, na, na mandhari yetu ya shule ni mazuri sana kiasi kwamba mtoto akija hapa shuleni ama akiingia shuleni atafaidi vitu vingi kwa wakati, na mzazi atafurahia na mtoto mwenyewe atafurahia. Kwa sababu gani? Sio elimu tu, bali atapata mafunzo ya kimichezo, atakuwa na elimu ya kimichezo, kimichezo ambayo tunasema ni academy. Kuna baadhi ya lugha ambapo pia atajifunza lugha za kigeni, kwa mfano kama Kichina atajifunza kompyuta, maana sasa hivi dunia imeshabadilika na teknolojia imeshakuwa kubwa. Bila masuala ya sayansi na teknolojia mtoto aweza kufanya vizuri, kwa tunawaomba wazazi walete watoto wao waje wasome kwenye shule maarufu ambayo shule inajulikana kitaifa kulingana na matokeo yake, ambayo tunafanya kila siku, watoto wanafanya vizuri kitaaluma, na tujarudi nyuma, pia kimichezo pia tuko vizuri, kwa tunaomba sana wazazi waje walete watoto sasa hivi, shule imefunguliwa. Tunatarajia kwamba kila mtoto awepo shuleni kwa ajili ya faida yake ya kesho na ya baadaye. Shule imeshafunguliwa na kuna baadhi ya watoto ambao bado wako nyumbani. Nawasii wazazi, usiwaache watoto nyumbani, maana ukimwacha mtoto wako nyumbani, mwisho wa siku atakulaumu kwamba mama wa baba uja, umenifanya nibaki nyuma wakati wenzangu wako mbele. Naomba watoto wapelekwe shule wasome. Na serikali pia inasisitiza kwamba mtoto yeyote ambaye ana umri wa kwenda shule aende shule. Lengo ni kumsaidia mtoto na jamii kwa ujumla. Maana ukimsomesha mtoto ama mwanao tayari umemsaidia yeye pamoja na familia yake baadaye. Kwa karibuni sana wazazi, ndugu wazazi kwa ajili ya faida ya taifa kwa ujumla, ukiwezekeza kwa mtoto umewekeza kwa nchi. Tuwe na watoto kama hao ambao mwisho wa siku watakuwa viongozi wetu wa baadaye.